Hey, karibu. Hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Kheri Almasi. Ni Moses Msalum. Tua Jessica Joseph. Udara Farashidi Monyoka. Tua Frank Venus. Tua Jasmine Msebo. Na mimi, Eric Sauli. Hey, hey. Good morning. Mko salama? Mko sawa? Okay, sawa. Kwanza, naweza kusema, kwanza nimefurahi sana. Ya, nimefurahi sana yaani nimefika na nimefurahi sana kuona hata kwanza, mlirespond vizuri kuanzia kwenye kushiriki na leo nawaona hapa, kwa kweli nafurahi sana kwa sababu hii ni ndoto ya kitu kikubwa sana ambacho nakifikiria. Yaani, inaashiria kwanza mapokeo yenu, mmepokea vizuri idea nzima, japo nilileta kwa mtindo kama wa kama wa mashindano kwamba mtu anafanya ili mmoja ushinde nafasi na nini. Na nilipokea video nyingi sana, nilipokea video kama 25 unaona. Lakini nikasema nitakata video 10 toto nje, so tabakia na video 15 uh, kwa hiyo video za watu 15 ndio ambazo ninazitumia na ina maana, na nyinyi ndio ninawahitaji moyo hapa, ili tuweze kuingia hatua ya pili na kuangalia kwamba sasa kuanzia hapa kwenye 15 nini kitafanyika. Lakini lengo sio tu la kuangalia kwamba nani anaweza kufanya vizuri kiasi gani, no, lengo ni kupata watu ambao wanaweza wakasaidia kuingia kwenye maono yangu ya kile ninachokiona sehemu kubwa, ni kuisaidia jamii kwa sehemu kubwa zaidi. You see, hata watu wengi sana wako busy sana kuhangaika kukimbiza pesa, lakini bahati mbaya sana pesa huwa haikimbizwi. You do your thing yenyewe itakuja ukifanya vizuri n yani, hivyo ndio inavyokuwa. Kwa hiyo hata kwenye hili, ina maana hata kama wewe ukijikita vizuri katika kuelimisha jamii na kufanya kitu chako vizuri, watu wataona. Watu wakiona mambo unawagusa, they'll be ready to pay you. kuna nukuu anapenda sana kuitumia, kuna nukuu anapenda sana kuitumia inasema kwamba if people can tell that whatever that you are doing is, uh, adding more value to their lives, then they are ready to open their wallets. Wanasema mara nyingi sana, nafikiri mmeshaisikia hii kote. So, karibuni sana, sana, sana. Nimewatumia topic kwenye, kwenye group kutokana na aina ya channel yetu, nimetuma topic inasema mabadiliko yanaanza na wewe. Maudhui yake yatakuwa ni ongelea kwa kifupi namna mtu anavyoweza kuanza kubadilika leo ili kuboresha maisha yake. This is very simple, yani haihitaji ufanye research sana. Nachohitaji kuona ni uwezo wa mtu kuchekecha akili yake na kuchanganua hiyo topic. Sawa, very simple, kwa sababu mwanzo mmetuma video nice, kila mtu katuma video. Kuna mwingine, kuna mwingine amekata tu video ya ki Kipande chake aliwahi kufanya zamani, labda kwenye nini, akakata kipande akakituma cha introduction. Kuna mwingine amefanya live, kama Jasmine mwana umefanya mpaka ukasema, "Karibu SPN TV." <laughs> Right, that was like, new. Na wengine, wewe mwana pia ulivunja sheria yangu moja, nilisema uweke kamera sehemu ile, umeshika umejirekodi hivi, right? Nakumbuka selfie sio mbaya na mzee pale. Sawa, lakini nilizipitisha tu kwa sababu nilipenda presentation yenu, performance yenu. So nikasema nitawachukua ili tufanye kitu haswa kuanzia hapa ndio ninapoangalia sana. Kwa hiyo, wale watu niliowatoa wa nje, wale watu kumi, sio kama wana kipaji, wenda wanacho. Lakini huenda mapungufu yalikuwa mengi sana kufikia at least, yani vile vichache ambavyo mimi nilikuwa navifikiria. Sawa. Kwa sababu nikisema kwa mfano kama ningekuwa nazingatia kwamba anayevunja sheria haingii, ina maana usingeingia. Sababu nilisema weka kamera same na sikurekodi mtu. Nikasema usi, usirekodi usi portrait, si ndio? rekodi hivi sasa, ina maana kama ingeanza tu portrait to hiyo ingeweza kwa inafanyika, labda mzee, una video elfu moja unatakiwa kuangalia, ina maana kuanzia hapa, kwa sababu tutawa rekodi sisi wenyewe, uh, sosi ya sauti ni zetu wenyewe na kamera ni yetu wenyewe ina maana wote tutapata video zenye quality moja, sauti na picha. Kwa hiyo tutakachoangalia hapa ni performance tu. Sawa, atuangalie sana video yako ilikuwaje sisi, kwa nini umerekodi hivi. Sasa, tutaangalia performance so hiyo ishu najua, so kubwa ni ndogo tu, uh, lakini tutakuwa na uwanja mpana wa vitu vingine vingi kwa tutakaoendelea. Tutakuwa na uwanja mpana, mpana wa vipindi mbalimbali, sababu tunaelekea ku, ku launch, tufanye kama TV station sawa. Nafikiri mnaona ofisi tunayo kubwa kote huku, uh, kule kule ofisi tunayo kubwa. Kwa hiyo ina maana huu uh, mchakato ukishaanza wa kukaa watu wakiwa, sasa tunahitaji tuna, tuna kuitumia hiyo ofisi, tutaanza sasa kuingia zaidi kufanya vitu zaidi. Kwa hiyo karibuni sana. Uh, baadaye kila mtu atazungumza baadaye inshallah. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutaenda kurekodi mtu mmoja mmoja, sawa. Tatu eti noe tatu, eh yani sizidi dakika tatu, sawa. Ukipiga dakika mbili umekamilisha vizuri, sawa sawa, itakuwa vizuri sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana na hii inanikumbusha mbali sana. <laughs> Inanikumbusha mbali sana sana sana sana, sana. Mwaka 2008 nafikiri ya mwaka 2007, kwanza no mwaka 2008 nilifanya audition mbili ya kwanza ilikuwa MTV waliwahi kuja hapa kutafuta presenter ndio alipotokea Vanessa Mdee. Mimi nilienda kushiriki ile pia. Tulifanya Mlimani City. Kipindi hicho tulikuwa, hey, bwana, ilikuwa gumu ile. <laughs> Yeah, hiyo afu tulifanya mwaka 2008 pia ya presenter search Planet Bongo presenter search. Then tukafanya nyingine tena ya, ya TV1 hiyo ndio nikapita nayo. Kwa hiyo yani, kuna engo nyingi sana nitaangalia. Unajua mimi mtu aki akiniletea tu copy and paste madude kutoka Google sana. So. Ye yeah, ninayaona kama yalivyo <laughs> sawa, so, nayaona kama yalivyo. Si semu usitumie, unaweza ukatumia. Lakini una interact vipi na ulicho ulichokichukua? Uli sababu heroes do not do different things but they do things differently. Yaani kwamba majasiri hawafanyi vitu tofauti. Vitu vile vile tu ile ndio wanavifanya kwa utofauti. So ndio unaweza ukachukua pointi ya kwanza kuwahi kuamka, kwa pointi ya pili kula mapema, pointi ya tatu sijui. Lakini utazi, utazisema vipi wewe sasa? That makes sense. Naamini tajua hapo umezisema creatively kwa namna yako. Eh. Kwa vitu vingi. Body language, the way unavyoongea kwenye kamera, kwa sababu kwanza nataka tuwaonesha watu kwanza, inawezekana watu wapya waka, wakafanya vitu vikubwa. Hicho ndio mimi naamini sana. Siamini sana kwenye eti waliokuwepo tu au wenye track record ndio wanaweza wakafanya vitu. No, sometimes watu ambao ni completely new na wakafanya vitu vikubwa. I do believe in this, na I do believe in you guys. Wote nyinyi mna talent, mko vizuri sana. Nimependa mlichokifanya, ndio maana leo tuko hapa wote.